Haya tena, kazi hiyo umekucha. Kama mnavyoona wadau, mabosi e, kazi imenyoka sana, kazi imenyoka sana. Kazi ina vyumba vitatu, ina sitting room, ina dining kama unavyoona eh, nyumba imenyoka sana, nyumba ni kali sana, nyumba ina sifa zote ndao. Kama unavyoona nyumba kwa nje ukiangalia unaweza ukaizalau, lakini ndani ni kali sana. Nyumba ina vyumba vitatu, ina sitting room, ina dining eh, pembeni huko kama unavyoona, kuna mabanda haya e, yapo katika kwenye eneo hilo. Bei inauzwa nyumba hili pamoja na mabanda haya yote, bei ni shilingi milioni 25 tu ya Kitanzania. E, nyumba ipo Chanika mjini, Chanika mjini. Narudia tena, nyumba ipo Chanika mjini, ni manispaa ya Ilala, Dar es Salaam. Ukubwa waeneo ni sikwa mita mia saba. Narudia tena, ukubwa waeneo ni sikwa mita mia saba. Wai sasa umiliki mjengo huu kwa samani ya shilingi milioni 25 tu ya Kitanzania, unapata na mabanda hayo ambao kama unavyoona yako mawili na uwanja wake ni mkubwa sana karibu sana haraka haraka umiliki jengo huu kwa thamani ya shilingi milioni 25 tu namba zangu ndo zile zile 0612812960 au 0756548544 wote mnakaribishwa mazingira kama unavyoyaona haya ni mabanda kama unavyoyaona mabanda ukinunua unamalizia tu